Ajali ya MV Bukoba ni moja majanga makubwa yaliyowahi kutokea nchini Tanzania ikiwa ni tukio lililopoteza maisha ya mamia ya watu na kuacha majonzi makubwa kwa taifa. Meli hii ilizama alfajiri ya Mei 21 mwaka 1996 ndani ya Ziwa Victoria ikiwa na abiria waliokuwa wakisafiri kutoka Bukoba kuelekea Mwanza. Meli ya MV Bukoba ilizinduliwa mwaka 1979 na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ilijengwa na kampuni ya Kibelgiji ikiwa ni moja ya vyombo vikubwa vya usafiri majini vilivyokuwa vikihudumu katika Ziwa Victoria. Hata hivyo, tangu ilipoanza kazi, kulikuwepo na madai kuwa meli hiyo ilikuwa na tatizo la uiyano, jambo lililoweza kuchangia ajali yake baadaye. Meli hii ilikuwa ikifanya safari zake kutoka Bukoba kuelekea Mwanza kwa siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Siku ya ajali Mei 21, mwaka 1996, katika safari yake ya mwisho siku ya Jumatatu, MV Bukoba ilianza safari yake katika eneo la Kemondo Bay, eneo lililopo kilometa 20 kutoka Bukoba, ikiwa ni muda wa saa nne usiku. Ilikuwa imebeba idadi kubwa ya abiria na mizigo kupita kiasi ingawa uwezo wake wa kubeba abiria ulikuwa watu 430. Inadaiwa kuwa siku hiyo ilibeba zaidi ya watu 1200 huku mizigo ikiwa na uzito wa zaidi ya tani 200. Meli ilizama karibu saa 12 na nusu wa asubuhi, ikiwa imebakisha umbali wa maili moja na nusu kutoka bandari ya mwanza kaskazini, ikiwa imebakiza muda kama wa nusu saa kukamilisha safari, hali iliyowapa abiria matumaini kuwa walikuwa wamekaribia kufika salama. Cha kushangaza kulikuwa na watu wengi sana siku hiyo ambao nilikuwa sijawahi kuwaona kwenye kile kivuko cha Kemondo Bay. Meli tulielemea upande kule ilikokuwa imepaki upande wa kushoto mwa, mwa bandari ile ya Kemondo Bay, ikalala kama mtumbwi, wakati ikigeuza ili ku, kuangalia upande tunakoelekea wa Mwanza. Meli ile tulipaswa kuzama palepale pale. Meli ililala ilivyolala kashangaa kitu gani hiki, ni sura ya kubinuka. Saa tisa usiku kulikuwa na zoruba ba, ziwani na alfajili ya jua kabla kuchomoza, kwa kuwa asikuwa na saa ni saa ngapi. Ili tumevuka kisiwa cha Juma ili tukate ile kona kuelekea kastomu Mwanza, meli ile tuliona ikilala upande wa kulia wa mwelekeo wa Mwanza. Ilivyolala kulikuwa na kreti za abia kule mbele zikamwagika ndani ya maji, na kulikuwa na mikungu ya ndizi ikamwagika ndani ya maji. Mimi nilikuwa kule kwa mbele, niliona maji yakitoka kwenye tumbo huku katikati, huku karibu na kichwa cha, cha driver yakija huku juu kama m, kama wimbi, na wenzangu waliokuwa wamekaa hawakushika ya maji, yale yaliwashika na kuwarudisha kwenye maji, kwenye ziwa. Hivyo mimi niliruka kwenye E, kwenye injini kamba. Nilivyoruka pale kwenye injini kamba, nikajivuta sikuwa mimi, tulikuwa wengi, lakini ajabu, nguvu sikujua zilikotokea, kwa maana joint zangu zote zilikuwa kama jinamizi, zilionishika nikajivuta pale. Nilipojivuta pale nikakanyaga, ninaona kile kichwa cha driver kinashuka chini ndani, eh, kinashuka ndani ya maji upande wa kulia ule wa, wa meli unainuka kuja juu. Ndivyo hivyo nilivyopanda pale kwenye kile, kile, ule mlango wa third class uliokuwa tukiingilia third class pale nikaenda ambao ulikuwa umekua levo, nikakaa pale na nilivyokaa pale eh, zile, zile engo zikipanda juu nilirukia kule juu ya zile engo, na hatimaye nilivyokaa pale nikakiona kichwa cha rubani ndio kinazidi kuingia kupokea maji. Na huku, juko, na huku kwenye mgongo unazidi kuja. MV Bukoba ilipinduka karibu na ufuko wa shule ya sekondari ya Bwiru, ambapo baadaye palijengwa mnara wa kumbukumbu ya ajali hiyo. Watu waliokuwa ndani ya meli walijitahidi kujiokoa, lakini ukosefu wa vifaa vya uokoaji ulisababisha vifo vingi zaidi. Waokoaji wa ajali hiyo walilazimika kusubiri msaada kutoka Afrika Kusini, ambapo walikuja na vifaa maalum vya uokoaji na kuweza kuopoa baadhi ya meli iliyozama hadi mita 25 chini ya maji. Kwa mujibu wa ripoti, watu 894 walipoteza maisha, ingawa inadaiwa kuwa idadi halisi inaweza kuwa zaidi ya elfu moja. Abiria 112 pekee ndio walionusulika katika ajali hiyo. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya miili haikupatikana kabisa na maziko yao yalifanyika humo humo majini, huku wengine wakizikwa katika eneo la Igoma, Mwanza. Kutokana na hali hiyo ya ajali, watu wa Mwanza hawakuweza kula samaki kwa muda mrefu. Mpaka sasa hakuna sababu rasmi iliyotolewa na serikali kuhusu chanzo halisi cha ajali hii, lakini baadhi ya sababu zinazotajwa ni moja, idadi kubwa ya abiria na mizigo kupita kiasi. Meli hii ilibeba watu na mizigo kupita uwezo wake wa wa kawaida. Sababu ya pili ni tatizo la uwiano wa meli. Kutoka kwa wataalamu wa masuala ya usafiri wa majini, meli hii tangu ilipojengwa ilikuwa na changamoto za uwiano. Sababu ya tatu ni hali mbaya ya hewa. Inadaiwa kuwa wakati wa ajali kulikuwa na dhoruba kali katika Ziwa Victoria. Sababu ya nne ni ubovu wa meli. Kuna madai kuwa MV Bukoba ilikuwa na matatizo ya kiufundi kabla ya safari yake ya mwisho. Hatua za kisheria. Baada ya ajali hii, naodha wa meli Jumanne Lumi Mwilu pamoja na maofisa wengine walikamatwa na kushtakiwa kwa uzembe uliosababisha vifo vya watu. Hata hivyo, baada ya kesi kuahirishwa mara kadhaa, washtakiwa wote waliachiwa huru Novemba 29 mwaka 2022 kwa kukosekana kwa ushahidi wa kutosha. Ajali ya MV Bukoba ilitangazwa kuwa msiba wa kitaifa, ambapo rais wa wakati huo Benjamin William Mkapa alitangaza siku tatu za maombolezo na bendera ya kupepea nusu mlingoti. Kutokana na tukio hilo, serikali iliunda Sumatra, yani mamlaka ya udhibiti kwa usafiri wa majini na nchi kavu ili kushughulikia masuala ya usalama wa vyombo vya usafiri majini na nchi kavu. Pamoja na maafa haya, bado kuna changamoto kubwa katika udhibiti wa vyombo vya majini baadhi ya mambo ambayo jamii na mamlaka husika zinapaswa kuzingatia ni Moja, kuzuia upakiaji wa abiria na mizigo kupita kiasi. Mamlaka zinapaswa kudhibiti idadi ya abiria katika vyombo vya majini. Mbili, ukaguzi wa vyombo vya majini kabla ya safari. Meli, boti na mitumbwi zinapaswa kufanyiwa ukaguzi wa, wa kiufundi mara kwa mara. Tatu, uboreshaji wa vifaa vya uokoaji vyombo vya usafiri majini vinapaswa kuwa na vifaa vya kutosha vya uokoaji kwa dharura. Nne, elimu kwa wasafiri. Abiria wanapaswa kufahamu haki zao na kuepuka kusafiri na vyombo vilivyojaa kupita kiasi. Hitimisho: ajali ya MV Bukoba ni kumbukumbu chungu kwa Tanzania na hususani kwa wakazi wa kanda ya Ziwa. Kila mwaka ifikapo Mei 21, taifa wakumbuka wahanga wa ajali hii. Hata hivyo, ni muhimu kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha historia kama hii haijirudi tena. Bado kuna haja ya kuimarisha usimamizi wa usafiri wa majini ili kuzuia maafa kama haya kutokea tena kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.